Kuna habari zisizopendeza za mpango wa mapinduzi ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Mpango huu unaratibiwa na kundi la waasi, ambapo baadhi ya waliomo kwenye kundi hilo ni viongozi wa sasa yu, wa ngazi za juu wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema. Lakini kabla ya kuelezea kiundani kuhusu hilo, niwashukuru nyote mnaotembelea channel hii ni wakaribishi wale mnaotembelea channel hii kwa mara ya kwanza. Ikikupendeza, unaweza kusubscribe, lakini pia unaweza kuweka notification on ili kila video mpya itakapowekwa hapa uweze kuhabarishwa. Kadhalika, licha ya habari hizi za kisiasa, channel hii pia ina habari za kitaifa, kimataifa, chambuzi, masuala ya intelligence na kozi. Kwa hiyo unapotembelea channel hii licha ya kuhabarika unapata pia fursa ya kuelimika. Baada ya utangulizi huo nielekee sasa kwenye habari husika, na habari ni kwamba kuna mpango unaoandaliwa na kundi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambao kwa hadharani unaonekana kuwa ni upinzani dhidi ya ajenda ya no reform no election. Hata hivyo, kinachofahamika ni kwamba kundi hilo hasa linasukumwa na sababu kadhaa. Huu ikiwa ni kutoridhika na matokeo ya uchaguzi mkuu wa chama hicho uliomwingiza madarakani mheshimiwa Tundu Lissu. Nakumbuka uchaguzi mkuu wa Chadema ulihitimishwa Januari mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ambapo mheshimiwa Lissu alifanikiwa kumbwaga mheshimiwa Freeman Mbowe aliyekuwa madarakani katika nafasi ya uwenyekiti wa taifa kwa zaidi ya miaka ishirini. Kama mnavyokumbuka, wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa chama hicho ambao JasusiTV ilifuatilia kwa karibu, ilieleza kwamba kulikuwa na hatari ya chama hicho kujikuta katika wakati mgumu baada ya uchaguzi, kwamba matokeo kwa vyovyote yatakavyokuwa yanaweza kuleta changamoto, hasa kutokana na ukweli kwamba upande mmoja katika uchaguzi huo ulikuwa umewekeza kiasi kikubwa sana cha fedha na nguvu za kuhakikisha kuwa mgombea anashinda na sio siri. Kwamba upande huo ulikuwa ni wa Mheshimiwa Mbowe. Kulikuwa na tuhuma ambazo Mheshimiwa Lissu pia aliziweka hadharani kwamba kulikuwa na fedha zinazofahamika kama fedha za Abduli zilizotumika sio tu katika ngazi ya taifa, kwamba zilianza kutumika katika chaguzi, kwa sababu mchakato wa uchaguzi mkuu wa chama hicho ulianza kitambo, ulianza katika ngazi za wilaya, mikoa, majimbo Hatimaye ndio ikafikia hatua ya uchaguzi ngazi ya taifa. Kwa hiyo fedha zilianza kumwagwa toka huko ngazi za chini na hatimaye zikaja kwenye uchaguzi katika ngazi ya taifa, na haikuwa tu katika nafasi hizi za uongozi wa juu, yani nafasi ya mwenyekiti ambapo mheshimiwa Lissu alikuwa akichuana na mheshimiwa Mbowe, lakini pia kwenye nafasi ya umakamu ambapo mheshimiwa Heche, John Heche aliyeshinda alikuwa akichuana vikali na mheshimiwa Hezekia Wenje, tunafahamu yaliyojiri katika kampeni hizo. Hata hivyo, yaliyojiri katika uchaguzi huu pia yaligusa a, mabaraza makuu ya chama hicho: BAZECHA, baraza la wazee; BAVICHA, baraza la vijana; na BAWACHA, baraza la wanawake, ambapo baadhi ya wagombea walijitokeza hadharani na kuelezea kuwa wao wanamuunga mkono mwenyekiti wakati huo Mheshimiwa Freeman Mbowe, na hii ilileta hisia kwamba hivi itakapotokea, kwa mfano, Mheshimiwa Lissu wakashinda alafu hawa wagombea nao wakashinda, japo walishaonyesha sapoti yao kwa Mheshimiwa Mbowe, hali itakuwaje? Um, kwa bahati mbaya hali hiyo ndio inayojiri hivi sasa. Kwa hiyo kundi hili linajiita G55, na sio G55 kwa sababu ya idadi ya waliomo kwenye kundi hilo ni wanakaribia hamsini mpaka sasa hivi, lakini jina hili la G55 ni la kihistoria zaidi kwa wanaokumbuka. Huko nyuma kulikuwa na kundi ndani ya chama cha mapinduzi lililowahi kuitwa G55. Ilikuwa ni kundi la wabunge ambao walikuwa wanataka mabadiliko katika muundo wa muungano, na wengi wao walipata matatizo sana katika siasa za CCM. Mmoja wa wanasiasa mahiri katika harakati hizo walikuwa ni Njelu Kasaka Huyu ndio aliongoza hii, alikuwa miongoni mwa viongozi wa ile kundi la G55, na wanasiasa wengine kadhaa ndani ya chama hicho. Uh, hata hivyo, chama hicho kiliwaadhibu vikali hawa, lakini jina hilo lina akisi hii ajenda iliyopo ndani ya hawa waasi wa Chadema. Ni waasi kwa sababu kimsingi kinachofanywa ni kama kukiuka taratibu za uongozi, taratibu za chama. Kuna njia mwafaka zaidi ambazo unaweza kuzitumia. Sasa hoja ya msingi angalau hadharani ya hili kundi ni kwamba uamuzi wa no reform no election unawanyima baadhi ya Wanachadema wanaotaka kuwania nafasi za uongozi kitaifa, ikiwa ni pamoja na kuwania ubunge, kwamba ajenda ya no reform no election itakinyima, itawanyima hao Wanachadema wanaotaka kuwania ubunge katika majimbo mbalimbali, kwa sababu msimamo wa chama ni kwamba kama hakutokuwa na mabadiliko a, katika taratibu, kanuni na sheria za uchaguzi hakutokuwa na uchaguzi, kwamba chama hicho jitihada zake kwa sasa ni kuwashinikiza, kuwashawishi Watanzania waweze kushinikiza kusiwe na uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili, mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika mwezi Oktoba kama kila kitu kitakwenda vizuri. Kwa hiyo ndio jitihada zinazofanyika. Sasa hawa a, wanadai kundi hili la G-55, wanadai kwamba endapo msimamo huo wa Chadema utafanikiwa, maana yake wao watanyimwa nafasi ya kidemokrasia ya kuwania uongozi. Na kwa mnaofuatilia makala mbalimbali zinazowekwa katika channel hii, mtakumbuka nilieleza hapo uh, katika makala moja kwamba moja ya mikakati inayo, inayofanyiwa kazi ni hii ya watu kujitokeza kusema wanataka kuwania ubunge, uh, licha ya msimamo wa Chadema kwamba chama hicho Haki, hakito, hakito sio kwamba hakitoshiriki hakito katika uchaguzi, lakini focus ya chama ni kushinikiza uh, wananchi wa Tanzania kwa ujumla ili uchaguzi usifanyike. Na hoja yao ina msingi na na mantiki, mantiki yenyewe ni kwamba chaguzi kuu zilizopita uh, chaguzi kuu zilizopita zimeashiria bayana kwamba uwezekano wa, wa pinzani ikiwa ni pamoja na Chadema kuitoa serikali kuitoa CCM madarakani haupo kutokana na mfumo wenyewe kuwa na kipendeleo Chama cha Mapinduzi. Lakini swala sio tu Chadema, bali thamani ya kura ya mtanzania inazidi kupotea kwa sababu wose point, kama mtu anaenda kupiga kura halafu kura yake anakuja kupewa mtu ambaye hakumpigia, na hayo ndio yamekuwa yakitokea. Lakini pia watanzania wenye haki ya kuchagua viongozi wananyimwa uhuru huo kwa sababu watu ambao hawakuwachagua wanaishia kuwa wabunge, kwa mfano au madiwani, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiki ndio Chadema wanachokipigania kutaka kubadilisha mfumo. Na wanaamini kwamba endapo hawatochukua hatua hata huko mbele, hali hali sio tu itazidi kuwa hali, si hali haito kuwa mbaya kama sio tu itaendelea ita kuwa mbaya, bali itazidi kuwa mbaya kutokana na kwamba kitu kibaya kinatakiwa kiondolewe, kwa hizo ndio jitihada. Lakini kitu cha kusikitisha katika hizi jitihada hii G55 ni kwamba baadhi ya waliomo katika kundi hili ni viongozi waandamizi wa, wa Chadema kwa wakati huu tunaongea, baadhi ni wajumbe wa kamati kuu ya chama hicho um, na wengine wamekuwa wakishiriki katika mikutano ya no reform no election. Hata hii ziara ya juzi inaendelea kanda nyanda, nyanda za juu kusini, mmoja ya waliomo katika kundi hilo ameshiriki kupigia debe kampeni hiyo. Lakini jana kulikuwa na kikao kimefanyika huko kwenye mitandao ya kijamii Clubhouse, alikuwemo huyu bwana katika hiyo um, kikao ambacho kinaweza kuwa ni miongoni mwa vikao vya wazi aa, kwa sababu watu wengi walihudhuria vya kuonyesha upinzani wao dhidi ya agenda no reform, no election. Kuna dada mmoja ambaye ameteuliwa kuwa mkurugenzi hivi karibuni katika chama hicho ambaye naye pia yuko katika hii agenda ya, ya kupinga no reform, no election. Na uteuzi wa huyu dada ulilalamikiwa na baadhi ya watu kwa sababu yeye hakuwahi kuficha aa, hakuwaihakuwahi kuficha msimamo wake wa kuto kumuunga mkono Mheshimiwa Lissu na kumuunga mkono Mheshimiwa Mbowe. Hata hivyo, changamoto iliyopo hapa sasa ni nini kifanyike kwa upande wa Chadema, kwa sababu kinachofanywa na hawa jamaa, hili kundi la waasi, ni usaliti na hii usaliti kwa sababu tu ya kupinga msimamo wa chama na no reform no election, lakini kuna ajenda ya mapinduzi, kwa sababu lengo hasa ni kukwamisha uongozi wa mheshimiwa Lissu na ikiwezekana huko mbele aweze kutolewa madarakani kwa namna moja au nyingine. Lakini pia kuna wanaosema, kwa mujibu wa maelezo, kwamba wako tayari chama kife kuliko kuendelea na uongozi uliopo madarakani. Kibaya zaidi, ushahidi wa haya uko hadharani sasa. Uh, kulikuwa na ma mawasiliano yaliyokuwa yakifanywa kwenye kundi la WhatsApp la hawa watu yamevuja huko mtandao, mtandaoni. Um, na wengine wa walioshiriki katika maongezi wameitokeza toke, wame hadharani kusema well, ni mimi kweli sikatai, lakini tuna haki ya kidemokrasia ya kuongea na vitu kama hivyo. Kwa hiyo katika makala hii unaziona una hizi chats ambazo um, walikuwa wakiongea. Sasa Chadema ina wakati mgumu kwa kufanya kilicho sahihi kwa sababu Kanuni ziko wazi, nini kifanyike dhidi ya wasaliti, lakini ukifanya hivyo kunaweza kukiumbisha chama. Lakini kuwavumilia hawa watu kutaharibu zaidi mambo, kwa sababu mustakabali wa chama utakuwa ni mgumu. Kwa hiyo kuna hiyo njia panda, na nadhani katika hili pengine, Chadema inabidi iwafikie wa ch wanachama wake au wananchi kwa ujumla, kuhusu hatua gani zilizokuwa stahili zinazoweza kuchukuliwa dhidi ya hawa wa asi. Lakini wewe pia nayo unaweza ukachangia kwa kuweka maoni yako hapo chini kwenye comments: nini chadema wafanye kukabiliana na changamoto hii? Asanteni na kwaherini.